Mtazamaji wa Zantime bado tuko na Star Volin hapa, tunaendelea kuzungumza mambo mbalimbali. Usisahau kushare, kucomment na kusubscribe kwenye channel yetu ya Zantime, na tuambie hapa kwenye comment msanii gani ambaye anafanya vizuri hapa visiwani Zanzibar. Mwisho kabisa kwa kumalizia, ushauri, nadhani watu waliposikia hiyo wana hamu sana ya kuja kuwa mtu kama wewe, au yes, wanapenda kujifunza, kuiga kupitia wewe gani uh, mm. si. mm. Kwa mimi ushauri wangu, darasa lipo, tunafanya madarasa ya online na kawaida kwa mtu ambaye anataka kujifunza pia ni mwalimu. Kwa hiyo kama mtu anataka anahitaji kujifunza hichi chombo uh -huh. Mimi nitamwambia kwanza hakuna kitu kizuri kama mtu akiwa na chake kwa sababu hata mm. kama mtasema nitakufundisha hichi changu, sawa, lakini nikimaliza kufundisha utapata nini? shngukuna chombo changu utopata kitu kona kwa okay. kwa chako ni vizuri, utajifunza nyumani. Hapa gharama yake ziko bei tofauti, bei sana yaani inaenda na toni. Kwa hiyo ipi bora zaidi kati ya hii au hiyo, na zipo zaidi ya hii, yaani kuna zaidi ya hii ambazo ndo bora zaidi. Bora zaidi ya, lakini electronic ni okay. zipo sadibari, baadhi, ya milioni nane saba napata. mm -hmm. Kwa hiyo umesema una, una, una klasi ambayo anayetaka anaweza akaja. yes. yeah. ushauri wako kwa ujumla? Ushauri wangu mimi, kama una ndoto ya like kitu chochote hata kama ichi changu sio cha mtu mwingine jifunze. uh -huh. Kwa sababu hatima ya maisha yako yapo wewe kwako wewe mwenyewe, hamsubiri mtu, yaani maisha yako hayamsubiri mtu kwa mpaka mtu fulani aje ni nifanikiwe, no. mm -hmm. Mimi sikutaka hivyo, mimi nimetaka kujitafuta nini napenda mm -hmm. kwenye nafsi yangu ili nikifanye mm ni bora kwa watu. Kwa hiyo nimetoa nimetoa mawazo kwenye akili yangu, nimeona kwamba nikeze hapa. Kwa hiyo mimi nimekeza kwenye violin, okay. Kwa hiyo kama wewe nataka kujifunza au mtu mwingine mbali anataka kujifunza, kipaji cha ina watu sio hichi chochote tu, mimi namshauri afanye na asijalimishe. Na vipi kuhusu fursa ambazo zinapatikana huko? Kwa sababu wacheza violin Zanzibar hapa so wengi yeah. Mm -hmm. Ni wachache, kwa hiyo fursa zipo. Ukifunza hichi tayari umeshaipata fursa, ushajadili mwenyewe. mm -hmm. watu wanasema. Kwa hiyo mimi naweza nikasema fursa zipo, kama ni mwenye fursa nayo sometime mm -hmm. na kwa niko bize, watu wanataka tufanye kikao manini mikono mabia niko bize okay. Kwa hiyo ni moja ya fursa. Ndiyo. Mm -hmm. Kwa ataka kuwekeza muda wake kwenye vile kujifunza, mm -hmm. hajapoteza anaweza akasema hivyo. Nimepita kwenye akaunti yako nimeona kwamba una piga kupitia volin nyimbo mbalimbali za wasanii hapa Tanzania. Je, labda walishawahi kukufuata direct wakakupongeza au labda kukupa mwaliko na na vitu vingine? Uh, niseme baadhi wapo. Uh -huh. Yes. So, kwa hiyo kuna ambao wameni DM kama Chino, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Yes. amenipa hamasa sana kufanya kile kitu. kwa hiyo na mtu mwingine ambaye ameniposti na ulisema kwamba una unafundisha unatoa mafunzo kuhusiana na upigaji wa file, labda kuna unafundisha bure kwa kusaidia vijana, au labda lazima ulipie, ama kuna masharti gani? Uh, kupata oh. Mwezi mmoja mzima ambao mwezi huo unalipia laki, kwenye mwezi unalipia laki moja, laki moja kwenye mwezi mzima, kwenye mafunzo laki, na unapata mafunzo ambao unakupa garanti ya miezi mitatu, kwa ili mimi ni mbobezi, najua kama we takriban miezi mingapi. Ah, ekeza sana mdabo kwenye vibe, kwa sababu vibe hakuna chombo duniani, dunia nzima nasema kama Hicho ndio jambo kubwa duniani. Hata ukitafuta utazunguka. Okay, lakini ulisema kwa kuchukua miezi mitatu. Yes, ilikuwa mkorofi, mkorofi mtundu. Hongera. Na ikitokezea kwa mfano mimi labda na shughuli ama na harusi labda nataka na ni kukodi, harama yake ikoje? Okay. Nitakupa gharama tatu tofauti. Uh -huh. Kwanza tofauti. Kuna gharama ya kwanza mfano kama biharusi anaingia tulini. Uh -huh. Ile peke yake inakuwa laki inakuwa laki na nusu laki gharama na usafiri ni juu yako. Juu yako wewe. Lakini wewe ni laki moja na nusu. Akija tu biharusi pale kama kuna na mambo mengine basi. Kwa ata umasta labda au kwa watu wenye yani, levo za chini. Kwa hapa Tanzania, yani hapa Zanzibar kifupi. Kwa sababu nimesema Tanzania itanigharimu tena na holi. mm -hmm. Yes, mm -hmm. Kwa hiyo kwa hapa Zanzibar ni laki moja na nusu na kama holi nzima kusherehesha mpaka kumaliza. Kumaliza. Kwa sababu nalipa na holi ya huku kwanza saa tatu mpaka saa kumi na usiku wengine saa nane. mm -hmm. inakuwa laki tano. Laki tano. La, mpaka kumaliza. Hiyo ya, ya pili. Na ya tatu? Na ya tatu mm -hmm. kuna wengine harusi labda... na jambo lingine labda, okay sawa, yes, okay. Okay, na ulizungumza kuhusiana na, na upigaji wa violin. Ukasema kwamba hizi zipo za aina za electronic na, lakini za, za, za, za kawaida okay. Vipi kuhusu hii hapa hii hii ya kawaida ya kawaida ambayo uko unaweza kupiga kuanzia asubuhi, mchana, mpaka jioni mm -hmm. haina matatizo yoyote Uchini, labda ui, ui, kama kuna nini zile zinakuwa zinapashwa moto Amma.

Mm -hmm. Ile ni electronic ile. Kwa hiyo ni vizuri kwa mafunzo. Hapa. Ipi unaipendelea zaidi wewe kwenye kazi? Kwenye acoustic. Acoustic ina toni sana. Ni nzuri, kwanza ina toni, hata kama umekata labda bado inalia. Mm -hmm. Kwa hiyo ile ikikata umeme, umeisha shughuli. Na unawaachia zawadi gani wale wanaokutazama lakini pia na mashabiki wako kwa ujumla? Hii okay. cha kusema zaidi kwa mashabiki zangu na watu wengine, na vijana ambao wanajipambania nini, na ambao wajipambani, nikasema kwamba tutafute hela mba siyo tatu, tutafute hela mba siyo tatu. Mtazamaji, mimi sielewi, lakini sijui wewe ki upande wako, twende tukalitafute maana yake ni nini. Asante sana, yes. Nadhani watazamaji kule wameweza kufahamu hichi hii violin ni nini, unaipigaje, umepata experience na wengine ambao wanatarajia basi wana uwezo wa kufanya kama unavyofanya wewe. Mimi nikushukuru sana kwa kuwa na sisi mwanzo hadi sasa hivi. Tumefikia tamati, ndugu mtazamaji wa Zantime, tumefikia tamati ya kipindi hichi. Nadhani umeelewa mengi sana kuhusiana na violin, upigaji wake na namna mbalimbali ambazo na fursa pia ambazo zinapatikana katika kazi hii. Nikutakie jioni njema na tuonane wakati mwingine kama huu.